E, jaja ndugu zangu wane wane, ladies and gentlemen, naendelea kuwakaribisha kwenye kipindi chetu pendwa. Eh, leo tutaangalia matukio bora ya hayati John Pombe Magufuli. Matukio bora ya hayati John Pombe Magufuli. Sasa jitaji kukuchosha na we usinichoshe sana mimi sitaki kukupotezea muda na we usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende moja kwa moja raivu, tuyaone haya matukio bora ya hayati Johni Pombe Magufuli, tukianza na tukio namba mazina kumi kura chuma hicho mimi nayanywa hapa patena kwa kupiga mluzi Alafu maji yenyewe matamu, mletee na Waziri Mwinyi ayanywe hapa hapa. Ah, amefunga mpeni, aende naye, akifungua tu afungue na haya maji haya. Mheshimiwa Mwinyi, haya, Mwijage mpe wote hawa, waende wa nayo haya maji kuna katoni huko ya maji. Yule meja aliyekuwa ananiambia yuko wapi? leta katoni huko, tuwape waandishi wa habari hapa, waende wakanywe maji, wakakutangazia biashara vizuri. Kwa hiyo ninachotaka tu kusema, haya jaja, tukarione tukio namba tisa kura chuma hicho tukarione <coughs> tukio namba nane kura chuma hicho <coughs> Kadhalika, Rais Magufu. so, mimi ni Azam TV. Naam, basi hongereni sana, asante e, Shikamoo. Marhaba. Ujambo? Sijambo. Habari za shughuli? Njema kabisa. Unafanya kazi nzuri. Asante sana. asante, sana. asante sana. Haya, nifikishie hizo salamu. Nitazifikisha. Asante sana. Haya, asante sana. Asante, hongereni sana. Asante sana. Haya, Azam hoye hoye. Haya, asante, asante sana. Umefurahi? Naam. Haya, tukarione tukio namba saba. Kura chuma kwenye mgongo wangu, unachangia ngapi? <laughs> Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi nachangia laki moja. Unayo hapa. Itoe hapa, hapa. amechangia laki moja. Sasa nitawashangaa ninyi mliokaa huko hata msichangie hata elfu tano hata elfu mbili na shule ni zenu mwalimu. Haya, ni nikupeleke moja kwa moja kwenye tukio namba sita. Kura chuma hicho

Haya tukalione tukio namba nne kura chuma hicho. Tukalie tukio namba tatu kura chuma hicho. Inawezekana hela umeshaletewa za mfuko wa jimbo. Nimuulize tu mbunge kama kuna hela umeshapeleka yoyote pale, naweza kutoa. Nijibu tu swali langu kwa urahisi. Ndiyo, Nyamongo, Nyamongo Ingwe Sekondari tumepeleka bati mia mbili pale na mifuko mia moja ya simenti. Toa basi mkono wako mfukoni. Unajua saa nyingine unapozungumza una wewe ni mwanangu wa kukuza. Mlipeleka ulipeleka mabati kupitia ule mfuko wa fedha za serikali. Mfuko wa jimbo, mfuko wa jimbo ndio. Nakushukuru sasa. Shida ya maji. Ah toa na wewe kutoke mfukoni. Hizo si za serikali. Hizi ni za serikali. Mimi hapa tutachangia milioni milioni moja. na, na, <laughs> <laughs> mili na wewe utatoa milioni moja Andika pale milioni moja Profesa mheshimiwa rais, kama ulivyonitaja, mimi ni profesa na mimi napenda elimu. Nitatoa milioni mbili, mheshimiwa rais. Nitatoa milioni mbili, profesa Mbarawa. Haya, injinia wa maji, mkuu wa mkoa unatoa ngapi? Mheshimiwa rais anasema shughuli na mwenye mwana, wewe taja tu hela. Natoa milioni mbili, mheshimiwa rais. Milioni mbili. Asante sana mkuu wa mkoa, jumlisha hapo eh. Waziri wa mambo ya ndani, mheshimiwa rais, natoa milioni moja. Unatoa milioni moja nani mwingine ambaye yukohapeshiaraisi bado kuna disubiri subiri, subiri, subiri. Waziri Kamwele, injinia wa barabara yuko wapi? Yuko nyuma, aseme tu, anatoa ngapi? Nataka hela basi, umecherewa kusema, utatoa milioni tatu. Mwandike milioni tatu. Sasa twende tukaangalie tukio namba mbili. Kula chuma hicho. <coughs> Hayo matukio bora ya hayati John Pombe Magufuli. Sasa utaniandikia komenti baada ya kuangalia namba moja, utaniandikia komenti uniambie, kati ya hayo matukio, tukio gani ambalo limekufurahisha zaidi? Tukio gani ambalo limekuvutia zaidi? Sasa twende moja kwa moja tuangalie tukio namba moja. Kura chuma hicho, wote wote, Mheshimiwa Rais

Hey, nafikiri umeshayatazama hayo matukio yote kumi. Sasa usisahau ku like, ku comment, ku kushare, na kusubscribe na kaunti yetu ya Ndui Media. Asanteni sana ndugu watazamaji.